Kombe la dunia sasa linakuja Afrika, soka letu limezidi kukua, ni maneno ya Patrice Msope, ambapo rais wa shirikisho la soka barani Afrika Dr. Patrick Msope anaamini sasa ni wakati sahihi wa kombe la dunia kuja barani Afrika kutokana na kukua kwa soka la Afrika miaka ya hivi karibuni. Katika maneno yake, Msope amesema mara ya mwisho tulifika hatua ya nusu fainali kwa timu ya Morocco kutoka Afrika mwakani tena, na kwa sasa naamini tutafika zaidi ya nusu fainali, sababu soka letu limezidi kukua. Msope amesema hayo usiku wa kutoa tuzo nchini Morocco. Katika hafla hizo za ugawaji ya tuzo za mwaka ambazo mastaa mbalimbali wametamba sana kwenye tuzo hizo kwenye mvuto mkubwa mm, barani Afrika. Katika historia ya kandanda la kidunia, Morocco anabaki kuwa baba wa soka la Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia kwa kuwa alifika nusu fainali mwaka mm, mm, mwaka wa mwisho wa michuano hiyo elfu mbili ishirini na mbili Ni kweli kombe la dunia linaweza kuja Afrika, ambapo historia iliyokuwa ikishikiliwa ilikuwa inashikiliwa na timu ya Ghana ambayo yenyewe ilifika robo finali kombe la dunia mwaka elfu mbili na kumi na hivyo, na Senegali ambayo nayo ilishai kufika robo finali, lakini Morocco anabakia kuwa ndiye timu ambayo ina mafanikio makubwa kabisa kwenye kombe la dunia kwa kuwa iliweza kufika Ee, nusu fainali kwenye michuano hiyo ambayo ilifanyika Qatar, ambapo huko ilifika hatua ya nusu fainali. Kwa mjibu wa rais wa shirikisho barani Afrika, anadai kwamba kutokana na soka kukua sana kwa hapa Afrika anaamini ile nafasi ambayo Morocco walifika ya nusu fainali mwakani, ambapo michuano hiyo itafanyika 2026, anaamini watafika mbali zaidi, na inaweza kuwa sio Morocco au timu nyingine za Afrika, na kuamini kwamba kombe la dunia linaweza kuja Afrika safari hii, tofauti na miaka mingine ambapo imekuwa iki likienda kwenye mabara mengine hususan mabara ya Ulaya, Amerika Kaskazini na Amerika Kusini, huenda safari hii likawa zamu ya Afrika, huku akidai kwamba Morocco ambao wanajiandaa kuandaa kombe la dunia kwa miaka ijayo, basi tutashuhudia wakiwa wanaonyesha kiwango na ubora mkubwa zaidi kwenye michuano hiyo ya kombe la dunia 26.